Naam, karibu katika kipindi chetu cha Darubini, sehemu ambayo tunaangazia mambo mbalimbali mbali katika imani ya Kikristo na tukitafuta ukweli wa mambo na maandiko ambayo yapo katika kitabu cha Biblia. Kama ni mara yako ya kwanza basi naomba usiache kusubscribe katika chaneli yetu. Chaneli yetu ni nzuri, ni kubwa katika utukufu wa Mungu na tunakuomba wewe uweze kuwa mwanafamilia katika chaneli hii lakini pia usisahau kushare na kulike katika ujumbe huu ili watu wengi pia waweze kufanikiwa kupata ujumbe huu. Mada yetu iliyokuwa mezani ni siri ya kitabu cha Ufunuo, ambapo tumeanza kuangalia Ufunuo sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa kumi na saba. Basi leo tupo katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kumi na nane. Kama hukupata video zetu zilizopita basi usijali, naomba unaweza kwenda kwenye ukurasa wetu ukaangalia na kusikiliza maneno ya Mungu, na kisha kama kuna sehemu ambayo hatujaelewana vizuri, basi tunaweza kusemezana. La kama tunaendelea pamoja, basi karibu sana katika wasaa huu. Tunapenda kuangalia sehemu nyingine na vifungu vingine katika kitabu cha Ufunuo ili tuweze kuwekana sawa na kutambua ni mambo gani ambayo Mungu alikuwa anaongea na sisi. Basi ungana nami mpaka mwisho na Mungu akubariki. Katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kumi na nane kuna maneno ambayo yanasema nilikuwa nimekufa, na hapa tunaweza kwenda moja kwa moja kusoma maandiko katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kumi na nane ambapo maneno ya Mungu yanasema na ni eh, hai nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, Nami ninazo ufunguo za mauti na za kuzimu. Mstari huu unaonyesha kuwa yule mtu ambaye tumemuona mwanzo mfano wa mwanadamu, mstari wa mwanadamu katika mstari wa 12 mpaka 18 ni Yesu Kristo, maana ni yeye tu aliyekufa na kufufuka na asife tena. Hii ni sawa na maneno yaliyoko katika kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa tisa ambapo maneno ya Mungu yanasema Tukijua ya kuwa Kristo akiisha fufuka katika wafu hafi tena wala mauti haimtawali tena. Basi mstari huu unamwelezea Yesu Kristo, yule aliyempa Yohana maneno ya kuwafariji wa Kristo walioteswa. Tunapoendelea kusoma na kuangalia vema hapa, Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 18 tunaona maneno mengine yaliyoandikwa. Funguo za mauti na kuzimu. Katika Biblia, ufunguo umekuwa mfano wa kuonyesha jinsi mtu fulani anavyokuwa na mamlaka au uwezo juu ya jambo fulani. Kwa mfano, katika Mathayo sura ya 16 mstari wa 19, maneno ya Mungu anasema, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Funguo hizi hazikuwa funguo za kidunia maana ufalme wake ni ufalme wa kiroho. Hili linathibitishwa pia katika Yohana sura ya 18 mstari wa 16, na pia katika Luka sura ya 17 mstari wa 20 mpaka 21. Maana Yesu katika kumwambia Petro alimwambia kwamba atapewa funguo za ufalme, ilikuwa kwamba Petro atapewa mamlaka ya kufungua ufalme kusudi watu waingie. Petro alizitumia funguo hizo siku ya Pentekoste alipoambiwa watu yale walioamriwa wayafanye kusudi waingie katika ufalme. Hii imeandikwa pia katika Yohana sura ya 3 mstari wa 5, ya katika Matendo sura ya 2 mstari wa 38. Hivyo Petro amemaliza kazi yake na kufungua ufalme. Kwa hiyo, yeye hana mamlaka sasa, bali amezirudisha funguo hizo kwa Yesu Kristo katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 18. Pia kuna neno ambalo limeelezwa kuzimu. Kuzimu kwa Kiswahili wanasema kaburi hasa. Kuna wakati mwingine wanasema kaburi ni kama pango. Wayunani wanaita Sheol. Katika kamusi ya Kiyunani ambayo ni Venice, ukurasa wa 528 inasema ni sehemu ya roho zilizokufa, haimaanishi kaburi na wala siyo sehemu ya milele kwa wao waliopotea. Katika Nelson's Dictionary of the Old Testament, ukurasa wa 317 inasema kuzimu inazungumzia mahali ambapo uzima bado upo baada ya kufariki. Kwa hiyo kuzimu sio kaburi kama baadhi ya watu wanavyotafsiri. Kwa mfano mwingine katika mstari huu juu ya kuzimu na mauti, Biblia inatuonyesha wazi wazi kwamba watu wote wamegawanyika katika makundi mawili tu. Kundi la kwanza ni la watu ambao wanakaa katika hali ya mauti ya kiroho, hawa ni watu wasiomwamini na kumtii Kristo. Hili unaweza uh, ukalihakikisha katika milango ya Biblia ambayo ni Warumi sura ya 8 mstari mstari wa sita mpaka wa 8, pia katika Yakobo sura ya kwanza mstari wa 15. Unaweza pia ukaangalia katika Waefeso sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa pili, lakini pia unaweza ukaangalia wa Ufunuo sura ya 20 mstari wa 14 mpaka 15. Kundi la pili ni watu wale ambao wameokolewa kutoka katika mauti ya kiroho na kuhamishwa na kuingiza katika ufalme wa Yesu Kristo, na hili pia unaweza kulithibitisha katika Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka 14, lakini pia katika Wakolosai sura ya pili mstari wa 13. makundi haya mawili yanaweza kufananishwa na nyumba yenye vyumba viwili. Nyumba hii haina mlango wa nje, ila ina mlango mmoja tu ulio katikati, tena katikati ya vile vyumba viwili chumba kimoja cha nyumba kinaitwa ufalme wa Yesu Kristo, na chumba kingine kinaitwa mauti. Wanadamu wote wamo katika nyumba hii, tena ndani, wengine wamo katika chumba cha mauti na wengine wamo katika chumba cha ufalme. Basi funguo za mlango ule uliopo katikati ya vyumba hivi viwili vinaweza kuitwa funguo za mauti na funguo za ufalme pia, maana zinafungua vyumba vyote viwili. Sasa Yesu anazo funguo zile, na kwa hiyo amefungua ufalme kusudi watu wengine watoke katika mauti ya kiroho. Hii unaweza ukaitazama katika Waefeso sura ya pili mstari wa kwanza, lakini pia unaweza kuihakikisha katika Wakolosai sura ya kwanza na mstari wa kumi na tatu. Katika Wakolosai sura ya kwanza mstari wa kumi na tatu. Maneno ya Mungu hapa yanasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo, katika siku ya hukumu Yesu atafungua mlango wa mauti kusudi awatupe mle watu ambao waliwamo katika ufalme ambao hawakuwa waaminifu na hii pia unaweza ukaitazama katika Mathayo sura ya 13 mstari wa 41 mpaka 43. Basi maana ya funguo za mauti na kuzimu, Yesu anayo mamlaka yote mawili. Tunahitaji kujisalimisha kwake yeye, mwenye uwezo wa kukuokoa na kuangamiza. Tunapoendelea kusoma kitabu cha Ufunuo, katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 20 kuna neno ambalo linasema siri ukisoma hapa katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 20, maneno ya Mungu anasema, siri ya zile nyota saba ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, naye vile vina vinara saba vya dhahabu, zile nyota saba ni malaika ya yale makanisa saba, na vile vinara saba ni makanisa saba. Kabla ya Yohana hajatafsiri mambo, e mambo ya mambo yalikuwa siri. Yohana aliona nyota saba na vinara saba vya taa ambavyo hakujua maana yake. Hivyo Bwana akamjulisha ya kuwa zile nyota saba alizoziona katika mkono wa kuume ni malaika wa makanisa saba. Na vile vinara saba vya taa ni makanisa saba. Sasa katika tafsiri ya malaika wa kanisa watu wamegawanyika katika makundi matano. Kundi la kwanza wanasema kwamba kila kanisa lina malaika na hawa wanadondoa Mathayo sura ya 18 mstari wa kumi na Wahebrania sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka 14. Kundi la pili wapo, wanasema neno la Kiunani lililotumika hapa lina maana mtumishi. Kwa hiyo wanasema wale malaika saba ni wazee waliotumikia makanisa, yaani mzee mmoja katika kila kanisa. Na kundi la tatu Wapo watu wengi wanaokubali kuwa neno malaika linaweza kutafsiriwa kuwa mtumishi, lakini hawaamini kwamba watumishi hawa walikuwa wazee wa makanisa, bali wanaamini walikuwa Wakristo fulani ambao walitumwa kila mmoja kutoka katika yale makanisa saba waende kumtafuta Yohana katika kisiwa cha Patmo na kusudi wamsaidie katika mateso yake. Wanadai waliporudi kwao walipewa barua kwa makanisa hayo saba. Kundi la nne: baadhi ya watu wanatafsiri kuwa malaika hawa ni roho. Kwa hiyo, maana yake au maana ya mstari huu ni kwamba Yesu ana roho za makanisa mikononi. Na kundi la tano na la mwisho, wanafasiri kuwa hawa ni maaskofu wa kila kanisa. Lakini ukweli wa mlango huu ni hivi, ambao watu wanabidi wasikie: malaika hawa saba ambao Yohana akiongozwa na Roho Mtakatifu anawataja kama fumbo, yaani nyota saba ni mfano wa Wakristo wote wa makanisa yetu ya Kristo. Kumbuka kuwa namba saba inasimama katika ukamilifu. Tena Biblia inawaita Wakristo walioaminifu kuwa ni nyota tunasoma katika Danieli sura ya 12 mstari wa tatu, na maneno ya Mungu yanasema, na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Tena ukiendelea kusoma katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 14, maneno ya Mungu yanasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Basi maana halisi ya mstari huu ni jumla ya watu wote wa makanisa au kanisa la Bwana. Kwa hiyo tunavyosema nyota saba, basi ni mfano wa Wakristo wote wa makanisa ya Yesu Kristo. Sehemu hii inatukamilishia uh, Ufunuo sura ya kwanza tumeidadavua vizuri kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Basi na tusichukue muda, tuanze kuangalia Ufunuo sura ya pili. Mlango wa pili katika kitabu cha Ufunuo nao unatuashiria nini? Mlango wa pili mpaka mlango wa tatu ni milango muhimu sana. Milango hii ndiyo yenye ujumbe mahususi juu ya makanisa saba ambayo Yesu aliona katika mji, Yesu aliona katika miji hii saba kwenye jimbo la Kirumi kule Asia. Lakini ni vizuri tunapojifunza ujumbe tena huu ujumbe wa Yesu kwa kila kanisa, ingekuwa ni busara kujua mazingira ya kila mji. Hatuwezi kukurupuka tu, lazima tuangalie historia inasemaje. Historia inaonyesha kuwa jimbo kuu la kiserikali la Kirumi lilikuwa Pergamo, lakini halikusikika sana na watu wengi kama vile ingekuwa Morogoro ndiyo jimbo kuu la kiserikali lakini lisingeweza kusikika mbele ya Dar es Salaam, ndivyo ilivyokuwa kwa Pergamo. Efeso ulikuwa mji mkuu, ulikuwa na sifa nyingi sana, hivyo watu wengi waliuona kuwa ndiyo mji mkuu wa kwanza katika Asia. Mwandishi mmoja wa Kirumi aliuita mji wa Efeso kama neno na Rumen Asiae, yaani nuru ya Asia unaweza ukaliangalia hili neno ambalo lina herufi ya lumen alafu utamaliza na Asia -E, yani Roman si sasa hivi, unajua mambo ambayo yaliufanya mji huu kuwa mkuu. Basi tuungane pamoja, tuendelee katika kuiangalia hii historia. Unajua, barabara zote za bonde la kayote ziliunganika pale Efeso. Hayote ni mto maarufu sana. Barabara za kutoka sehemu mbalimbali hata Mesopotamia zilifika pale Efeso, zilipitia Korosai na Laodikia, na barabara kutoka Galatia zilipitia Sardi. Basi kwa ajili ya watu wengi kuingia na kutoka, ili walazimu kufikia Efeso. Ana Efeso ilikuwa kama kiunganishi. Katika utawala wa Kirumi ilikuwepo miji fulani ambayo ilikuwa huru miji hii ilipewa heshima kwa sababu ya uaminifu na utumishi wao kikazi kwa ufalme. Mji huru ulikuwa na uongozi wake pekee, wala majeshi ya Kirumi hayakuwekwa katika miji hii ambayo ulikuwa huru. Mariwali wa majimbo walitembelea miji huru mara chache sana, labda mara moja kwa mwaka, na hasa ikiwa kuna mashauri magumu yanayohitaji utatuzi. Efeso ulikuwa mji mkuu kwa sababu ya mungu sanamu aliyeitwa Artemi. Hekalu la Artemi ilikuwa moja kati ya maajabu saba ya ulimwengu wa zamani. Sanamu hii ilizungukwa na visanamu vidogo vidogo tena vingi vilivyolembeshwa, lakini sanamu hii ya Artemi ndiyo ilikuwa ni nzuri sana, fupi nyeusi, yenye matiti mengi. Sanamu hii inasemekana ilikuwa ya zamani sana, wala hawakujua imetoka wapi. Basi unaposoma kitabu cha Matendo sura ya 19, waweza kutambua jinsi Artemi alivyokuwa muhimu kwa Waefeso. Jambo lingine la kihistoria la mji huu wa Efeso ni kwamba ilikuwa mahali pakuu pa upagani. Tena ulikuwa mji muhimu katika kuuza herufi za Kiefeso. Herufi hizi zilikuwa zikivaliwa kama kinga na zenye uganga kama walivyoamini Waefeso wenyewe. Waliziamini kuwa kinga kwa magonjwa na kuwasaidia kuwaletea watoto kwa wale ambao walikuwa hawana watoto. Waliamini kuwa zilileta baraka katika safari na mambo mengine mengi. Hivyo watu wa sehemu hii au watu wa kutoka sehemu mbalimbali walikwenda Efeso kuzinunua hizi herufi. Kwa hiyo mji wa Efeso ulikuwa una watu wa makabila mbalimbali mbali, tena ulijaa uovu wa kila aina. Na hekalu lao lilikuwa makao makuu ya uovu. Kwa hiyo mtu yeyote aliyekosa katika eneo la hekalu hakuhukumiwa, na hata yule aliyekosa mbali na hekalu, akiwahi kukipilia kwenye eneo hilo la hekalu kuweza kuadhibiwa kamwe. Hekalu lile lilikuwa na makuhani mamia na mamia ambao walikuwa wakitumikia hekalu kwa uovu wa kifedha. Basi mambo yote hayo yalifanyika Efeso na yalifanya Efeso kuwa mahali pa uovu mno. Kama nilivyosema, dhambi za kila aina zilikuwepo pale Efeso. Hata hivyo, tunaona jinsi Mungu alivyompa ujasiri mtume Paulo hata akaanzisha kanisa la Efeso. Sababu ni ngumu sana kwa mtu kwenda kuanzisha kanisa sehemu yenye uovu, kanisa ambalo lilikuwa na nguvu sana. Mtume Paulo aliishi hapa Efeso zaidi kuliko mahali popote, na hii inathibitishwa katika Matendo sura 20 mstari wa 31. Hapa ndipo Timotheo alijiunga na Paulo. Ukisoma Timotheo wa kwanza sura ya kwanza, mstari wa tatu Akila na Prisila na Apolo ni wenyeji wa hapa Efeso, na pia unaweza ukaiangalia hii historia na haya ninayoongea, katika Matendo sura ya 18 mstari wa 19 mpaka 24. Kanisa la hapa Efeso lilikuwa na maaskofu na hii pia inathibitishwa katika Matendo sura ya 20 mstari wa 17 mpaka 28. Yohana naye aliishi hapa hata alimleta Mariamu mama yake Yesu ambaye alifia pale pale na kuzikwa hapo Efeso. Sasa tunapoenda kusoma kinaga ubaga katika Ufunuo sura ya pili mstari wa kwanza tunaona maneno ambayo yameeleza kuhusiana na maonyo mbalimbali hasa juu ya nyota saba. Mpenzi msikilizaji tumeshajifunza kuwa nyota saba zinamaanisha kuwa malaika wa makanisa saba na hii ipo katika Ufunuo sura ya kwanza, mstari wa ishirini. Hii ni kuonyesha kwamba Yesu ameyashika makanisa yote yaani, ana uongozi wote juu ya makanisa yake. Kanisa litakalokuwa katika mikono yake halitaanguka kamwe, na hii imeelezwa pia katika Yohana sura ya 10 mstari wa 28 mpaka 29 ambapo ukisoma hapa maneno ya Mungu yanasema, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Kwa hiyo Ufunuo sura ya pili mstari wa kwanza, inathibitisha kuwa kwamba Yesu Kristo mwenyewe ndiye mmiliki na mkuu wa makanisa na hakuna yeyote ambaye atapotea katika mkono wake. Kwa hiyo naomba leo tukomee hapo tukidadavua polepole kuhusiana na kitabu cha Ufunuo. Sasa tumeanza kuangalia Ufunuo sura ya pili mstari wa kwanza basi, uh, wakati mwingine tutaendelea hapo tukiangalia maana ya yeye aendaye katikati ya vile vinara saba. Ninakuomba tuwe mtulivu, tuwe wasikivu, na tusome kwa umakini tena hivi vifungu ambavyo vinatamkwa bila kunukuliwa. Unaweza ukachukua wakati ukasoma, ili tuweze kuelewana vizuri katika mada hii ya siri ya kitabu cha Ufunuo. Basi Mungu akubariki sana mpenzi msikilizaji, na tuonane wakati mwingine Kiendelea baada yetu. Asante sana.